Kaunti nambari 26 tuelekee kaunti nambari 11 ambapo wanawake katika kaunti ya Isiolo wametakiwa kupuuza dhana za hapo awali kuhusu vyakula ambavyo hawastahili kula wakati wanapokuwa na mimba. Wanawake hao wamehusishwa kwenye kilimo cha vyakula mbalimbali mbali kwa lengo la kumaliza visa vya utapiamlo na kuhakikishia utoshelevu wa chakula. Kasi yetu ilikuwa ukipanda, ukipanda shamba unapanda tu mahindi na maharagwe, lakini wamekuja kutufunza ndio tujue malisho ya mwili yetu, afya na maisha bora ya mwili yako na watoto yako na ya mzee yako. Sisi kama wamama wakaazi wale Parua, mila ilikuwa inatufinya kidogo, sababu wakati mama alikuwa mjamzito, ulikuwa unaambua usikule ile chakula iko na afya, mfano mayai, maziwa, nyama, ulikuwa una avoid sababu desturi ilikuwa inasema ya kwamba mtoto atakuwa mkubwa kwa tumbo na ile wakati wa kujifungua italeta matatizo. Tulipopata hiyo elimu mtu anajifungua na anajifungua akio na nguvu, anajisaidia yeye mwenyewe. Unajua tena hiyo hiyo hiyo biashara ya asali, tumejua venye sasa inatufaidisha. Ina, ina sababu kiuza hiyo ka asali yako. Ni kesi imekukuta tu, huna pesa, lakini umepata tu faida kidogo tu, umepata hiyo pesa, umenunua tu vitu tu, ambaye huna